Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza msamaha kwa zaidi ya vijana waliokamatwa kufuatia maandamano ya siku tatu yaliyofanyika kuanzia siku ya uchaguzi. Akizungumza wakati wa kulifungwa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia amesema kuwa wengi wa vijana hao walifuata mkondo tu, hivyo waachiliwe kwa utaratibu na kurejeshwa kwa familia zao. Msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia.